Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Tumaini letu umekuwa na mchana mwanana. Tunakualika kwa takribani dakika thelathini za habari, uchambuzi pamoja na burudani. Jina langu ni Hawa Bihoga, kwa niaba ya wenzangu wote. DW, habari za ulimwengu Msomaji mm, wako ni mimi bakari Ubena. Lakini kwanza, habari kwa ufupi. Waziri wa ulinzi wa Israel atishia kumwondoa kiongozi mkuu wa Iran ali Khamenei. Marais wa Urusi na China walaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Na nchi tisa za Umoja wa Ulaya zapendekeza kusitisha mahusiano ya kibiashara na walowezi wa Israel wanaokalia kwa mabavu ardhi ya Palestina. Habari kamili. Tel Aviv. Waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz amesema kuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hawezi kuendelea kuwepo, wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana vikali. Ningependa kusema kwamba dikteta kama Khamenei, ambaye anaiongoza nchi kama Iran na aliyetangaza lengo baya la maangamizi ya Israel, hawezi kuendelea kuwepo. Katz alimlinganisha Khamenei na kiongozi wa zamani wa manazi wa Ujerumani Adolf Hitler wakati akihutubia katika mji ulioshambuliwa wa Holon. Leo Alhamisi, Iran iliendesha wimbi la mashambulizi ya makombora kuelekea Israel ambapo baadhi yaliharibu vibaya hospitali ya Soroka katika mji wa Jangwani wa Beersheba. Moscow, Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wamezungumza hivi leo kwa njia ya simu na kulaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran huku wakieleza haja ya kuwepo suluhisho la kidiplomasia wakati huo huo, mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani na Uingereza watakutana hapo kesho mjini Geneva kwa mazungumzo ya nyuklia na mwenzao wa Iran Abasi Arakshi, huku nchi hizo za Magharibi zikitoa pia wito wa kupunguza uhasama katika mzozo huo kati ya Israel na Iran. Hata hivyo mataifa mbalimbali duniani yameendelea kuwaondoa raia wao kutoka mataifa hayo mawili hasimu kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi katika kila upande. Brussels mataifa tisa ya Ulaya yameitaka tume ya umoja huo kuandaa mapendekezo ya namna ya kusitisha biashara na tawala za walowezi wa Israel wanaokalia kwa mabavu ardhi ya Palestina. Waraka wenye ombi hilo ulitumwa kwa mkuu wa sera za kigeni wa umoja wa Ulaya Kaya Kalas, na kutiwa saini na mawaziri wa mambo ya nje kutoka Ubelgiji, Finland, Ireland, Luxembourg, Poland, Ureno, Slovenia, Uhispania na Sweden. Waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prevot amesema Ulaya ni lazima ihakikishe uwepo wa sera ya biashara inayoendana na sheria za kimataifa. Umoja wa Ulaya ni mshirika mkubwa zaidi wa biashara wa Israel ambapo mwaka jana pekee biashara kati ya pande hizo mbili ilifikia thamani ya dola bilioni 489 ingawa haikuwa wazi ni kwa, kwa kiwango gani tawala za walowezi wa Israel zilinufaika na biashara hiyo. Viongozi wa Ulaya wanatarajiwa pia kukutana mjini Brussels mnamo Juni 23 ili kujadili mwelekeo wa mahusiano yao na Israel. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bon. St Petersburg. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hivi leo kuwa nchi yake haitishwi na hatua ya nchi za NATO kujiimarisha kiulinzi, akisema kuwa Urusi imejitosheleza kwa silaha na inao uwezo wa kukabiliana na nchi hizo. Akizungumza na wahariri wa mashirika ya habari ya kimataifa kwenye mji wa kaskazini wa Urusi wa St Petersburg, Putin amelipongeza jeshi lake kwa mafanikio kwenye vita vyake na Ukraine na kusisitiza kuwa wamekuwa wakiboresha mifumo yao ya ulinzi. Viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanatarajiwa kujumuika katika mkutano wa kilele wiki ijayo mjini The Hague, Uholanzi huku kukiwa na msukumo wa kuzitaka nchi hizo za NATO kuongeza matumizi yao ya ulinzi kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine ambao umepelekea vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitatu. Na hatimaye Washington, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zinatarajiwa kutia saini mkataba wa amani mjini Washington ifikapo Juni 27 mwaka huu. Hayo ni baada ya hapo jana kusaini nakala ya awali ya mkataba huo unaojumuisha vipengele vya kuheshimiwa kwa hadhi ya mipaka ya kila upande, kukomesha uhasama, kuweka chini silaha na kujumuishwa kwa makundi ya waasi ndani ya mifumo ya dola. Pia pande hizo mbili zimeahidi kufanya mkutano wa ngazi ya mawaziri wiki ijayo na zimewaalika viongozi wa pande hizo mbili kuhudhuria. Kutiwa saini mkataba huo kunaweza kufungua njia ya kumalizika kwa mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu mashariki mwa Kongo ambako jeshi la serikali linapambana na kundi la waasi wa M23 linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Marekani ilijitwika jukumu la upatanishi baada ya juhudi za kikanda kushindwa kuumaliza mzozo huo. Qatar pia ilizikutanisha kwa mazungumzo pande hizo mbili mwezi Aprili bila mafanikio yoyote. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn dunia yetu leo jioni. Ni Bakari Ubena ndio aliyekusomea habari za ulimwengu. Katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii, Israeli yasema kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hapaswi kuendelea kuwepo. Kongo na Rwanda wanatarajiwa kusaini makubaliano ya kumaliza mapigano chini ya usimamizi wa Marekani. Je, mkataba huu una tofauti gani na juhudi za kidiplomasia zilizofanyika kabla? Tofauti ya kimsingi ni kwamba Marekani imeyasimamia na nadhani hili linaweza kuwa likaleta uaminifu zaidi katika makubaliano haya na Tanzania yazindua daraja la sita kwa urefu barani Afrika na la kwanza katika ukanda wa Afrika mashariki na kulipa jina la rais aliyepita John Pombe Magufuli. Usiondoke, salia hapo. Moja kwa moja tunaanzia katika mzozo wa mashariki ya kati. Wakati Israeli na Irani zikiendelea kushambuliana vikali, waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, amesema kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah ali Khamenei hapasi kuendelea kuwepo. Matamshi hayo makali ya Katz yametolewa wakati rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wakilaani vikali mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Mwenzangu Angela Mdungu na taarifa zaidi. Akizungumza kwenye mji wa Holon baada ya Iran kurusha mkururo wa makombora na mojawapo kuipiga hospitali kubwa ya Sokora mjini Beersheba, waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz amesema Ayatollah Khamenei ambaye anaiongoza Iran na aliyetangaza maangamizi dhidi ya Israel hawezi kuruhusiwa kuendelea kuwepo zaidi. Katz amebainisha kuwa hakuna nafasi ya mazungumzo ya usuluhishi kati ya pande hizo mbili. Mazungumzo pekee yanayofanyika ni kati ya makombora yanayorushwa na ndege za jeshi la anga la Israel na makombora ya adui. Hatuna na hatutakuwa na mazungumzo nayo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuwa ataondoa kitisho cha nyuklia cha Iran, inakuwa taifa lake liko katika hatua za mwisho za kukiondoa. Kando ya matamshi hayo ya viongozi wa Israel, polisi nchini Iran imetangaza kuwa imewakamata takriban 21 wanaotuhumiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel na kwa harakati za kuichafua taswira ya Iran. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi wa magharibi mwa mji mkuu Tehran, Kumas Aziz, kupitia shirika la habari la Tasnim la Iran. Katika hatua nyingine, serikali za mataifa mbalimbali mbali zinafanya juhudi za kuwaondoa maelfu ya raia wake walio Iran na Israel kwa mabasi na ndege kutokana na mzozo unaoendelea. Miongoni mwa nchi ambazo tayari zimeshaanza kuwahamisha raia wake ni pamoja na za bara la Ulaya, China, Marekani na Australia, Japan, Vietnam na Ufilipino. Hayo yanajiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Shi Jinping wakilani vikale mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Wawili hao ambao wamezungumza kwa njia ya simu, wamesisitiza kuwa mzozo huo unahitaji suluhisho la kidiplomasia. Nao Umoja wa Mataifa umesema umefadhaishwa kuona athari mbaya kwa raia wasio na hatia katika mgogoro kati ya Iran na Israel, huku ukizitaka pande hizo zijizuie. Katika taarifa yake, mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa, Volker Turk, ameongeza kuwa vitisho na uchochezi kutoka kwa viongozi waandamizi wa mataifa yanayohusika na mgogoro huo vinaashiria madhumuni yao yanayotia hofu ya kuwadhuru raia. Kwa urefu zaidi wa ripoti hiyo unaweza ukatembelea tovuti yetu ya DW Kiswahili na ukaisoma. Tunasalia bado hapo. Mashambulizi ya anga yanayoendeshwa na Israeli dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran yameibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa, wakati Teherani ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani. Taarifa mpya zinaonyesha uwezekano wa shughuli za siri zinazozidi matumizi ya kiraia, huku maeneo muhimu kama Natanz, Isfahan na Fordo yakilengwa mengi zaidi na wakiumbogo. Kwa siku kadhaa, Israel imeendeleza mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran, ikishuku kuwa serikali ya Tehran inalenga kutengeneza bomu la nyuklia. Ingawa viongozi wa Iran wamekanusha madai hayo, wameendelea kueneza mitambo ya nyuklia katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku baadhi ya vituo vikidaiwa kuwa na miundo mbinu ya siri chini ya ardhi inayoweza kutumika kwa shughuli za kijeshi. Katika mji wa Natanz katikati mwa Iran, ambapo urani imekuwa ikirutubishwa kwa kiwango kikubwa, mashambulizi ya Israel yameripotiwa wa kuharibu karibu kabisa mitambo ya juu ya ardhi ya kurutubisha urani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la atomiki, IAEA, Rafael Grossi, aliliambia shirika la utangazaji la BBC kuwa hata kama sehemu za chini ya ardhi hazikuguswa moja kwa moja, kukatika kwa umeme kutokana na mashambulizi kunaweza kusababisha uharibifu mkubwa zaidi, na huenda kukawa na hatari ya mionzi ndani ya kituo hicho. Katika kituo cha teknolojia ya nyuklia cha Isfahan kilicho karibu na Natanz, angalau majengo manne yameripotiwa kuharibika. Kituo hicho kilikuwa kikihusika na mchakato wa urutubishaji

Mbali na Natanz, Iran ina kituo kingine muhimu cha kurutubisha urani kilichoko Fordo, kusini mwa Tehran. Kituo hiki kilichojengwa kwa siri kwenye eneo la kijeshi karibu na mji wa Qom kimejengwa ndani ya mlima kwa ulinzi dhidi ya mashambulizi. Licha ya taarifa kuwa mashambulizi ya Israel yamefanyika pia hapo, bado hakuna uthibitisho wa uharibifu mkubwa. Tangu mwaka elfu mbili na kumi na mbili, Fordo imekuwa ikitumika kurutubisha urani kwa hadi asilimia ishirini kwa matumizi ya kimatibabu. Inakadiriwa kuwa jumla ya mitambo elfu tatu ya kurutubisha urani imefungwa ndani ya kituo hicho. Ingawa ni kidogo kuliko Natanz, Fordo ina uwezo wa kurutubisha urani kwa viwango vya juu zaidi vinavyoweza kutumika katika utengenezaji wa silaha. Taarifa kutoka kwa shirika la IAEA zinaonyesha kuwa hadi mwishoni mwa Mei, Iran ilikuwa na zaidi ya kilo mia nne za urani iliyotengenezwa kwa asilimia 60. Kwa mujibu wa wataalam wa taasisi ya sayansi na usalama wa kimataifa, kwa uwezo wa sasa wa Fordo, Iran ingeweza kutengeneza kilo 233 za urani inayofaa kwa silaha ndani ya wiki tatu pekee, kiwango kinachotosha kwa mabomu kadhaa ya nyuklia. Kituo cha Fordo kinaweza kuwa miongoni mwa malengo makuu ya mashambulizi yajayo ya Israel. Hata hivyo, kutokana na kuwa kimejengwa kwa kina cha mita 60 hadi 90 chini ya ardhi na kuzungukwa na saruji imara, ni vigumu kukiharibu kwa urahisi. DW, tunavuma kwa kishindo. Mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yanatarajiwa kusaini makubaliano ya kumaliza mapigano mashariki mwa Kongo mjini Washington mnamo Juni 27. Rasimu ya makubaliano hayo mbali na mambo mengine inajumuisha masharti kuhusu kuheshimu mamlaka ya kimaeneo, kukomesha uhasama na kunyang'anya silaha makundi ya waasi katika eneo hilo. M23 ni miongoni mwa makundi ya waasi katika eneo hilo likipigania udhibiti wa mashariki mwa Congo, eneo ambalo lina utajiri mkubwa wa madini na likiwa karibu na Rwanda. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Mali Ali, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Ufaransa. Kwanza nilitaka kufahamu tofauti ya kimsingi ya makubaliano haya na juhudi zilizopita ambazo zimeshindikana. Ni upi tofauti ya kimsingi? Ni kwamba Marekani imeyasimamia na ninadhani hili linaweza kuwa likaleta uaminifu zaidi katika makubaliano haya tofauti na makubale, na makubaliano ambayo yaliyopita kwa sababu tumeona mkono wa Marekani e, tayari umeingia kwenye mambo haya na wepesi wa pande zote mbili kuweza kukutana licha ya kuwa kulikuwa uhasama na wa na hali ya kuto kuzungumza. Kwa kiwango gani makubaliano haya mapya yanayosimamiwa na Marekani yanaweza kuathiri nguvu ya M23 na makundi mengine zaidi ya mia moja yanayohasimiana huko mashariki mwa Kongo? Kuna makundi ambayo tayari yako kwa pani mwa serikali na makundi ambayo tayari haya ni, ni katika upinzani wa serikali. Kwa hiyo yale ambayo yatakuwa upande wa serikali, nadhani yatakuwa ni vyepesi kwao kuweza kuweka silaha chini na kukubali makubaliano, kwa sababu lengo lao ni kutafuta amani ya nchi yao. Lakini yale ambayo yatakuwa yako katika upinzani, nadhani haya mengi yanaweza kuleta shida, kwa sababu E, yana malengo pia ya kujichumia mali na yanategemea au yanasimamiwa na nchi jirani ambazo zingine tunaweza kusema labda tofauti na Rwanda, kama vile Burundi, Uganda na nchi zingine, kwa maana halisi kwamba utekelezaji wa makubaliano haya unaweza ukaleta ukakasi kwa sehemu kubwa, kwa sababu tunaona kundi la M23 na FC ndiyo makundi ambayo tayari yamejitokeza na kuweza kuchukua ardhi na kuweka e, serikali na uongozi kwa hiyo mi nadhani haya yakiweza kutii amri na kuweza kubaliana na mkataba huyu e, na serikali iweze kurudi kutawala ardhi yake nzima asilimia mia, nadhani makundi mengine yanaweza kuchukuliwa hatua ambazo ni za nguvu kwa pamoja. Na tumeona makubaliano yanasisitiza kuheshimu mipaka na kusitisha mapigano, lakini hayajaeleza wazi jukumu la M ishirini na tatu. Je, unadhani huu ni udhaifu katika e, makubaliano haya? Ni udhaifu mkubwa, kwa sababu makubaliano yote ambayo hayatoweza kuihusisha M ishirini na tatu yatakuwa e, kwa kweli hayana maana. Kwa hiyo nadhani M ishirini na tatu na yenyewe italazimika pia kulazimisha yale ambayo E, yanaweza kuifanya e, ingie katika e, mchakato wa utawala wa serikali. Kwa mtazamo wako binafsi, ni kwa kiasi gani Rwanda na DRC wameshirikiana kwa dhati kukamilisha makubaliano haya, au huu ni mchakato unaopata shinikizo la kimataifa, hususan Marekani na Katar? Sidhani kwamba kuna ushirikiano wa kidhati wa moyoni wa mapenzi wa matakwa yao wenyewe hapana. Lakini kwa kuwa tayari kuna mbabi akasimamia na akaweka mkono kwenye sahani eh, watoto au wadogo hawawezi kuleta fujo. Kama umesema hakuna udhati baina ya Kigali na Rwanda, na ukizingatia historia ya kutoaminiana baina ya pande hizi mbili, kipi kinahitajika ili makubaliano haya ya kudumu na kujenga msingi wa maridhiano ya dhati yaweze kutekelezwa? Ni wazi tu wanatakiwa waweke vyombo vya usimamizi wa ushimishaji wa makubaliano hayo, vinginevyo eh, yatakuwa hayana maana na gusagusa na uchokozi utazidi, na unaweza ukatokea huku Rwanda ikikataa kama sio mimi. Kama kawaida, kwa maneno mafupi sana, kuna hakikisho la mkataba huu kudumu. Kudumu kwa mkataba huu kutatokana na kudumu kwa faida za aliyesababisha ambaye ni Marekani. Lile ambalo linawezekana leo kwa faida, kesho linaweza kuwa halina faida na likafanya hali, e, hali ya Kongo au hali ya mkataba huu uwe ni dhaifu. Huyo ni mali Ali nilipozungumza naye kuhusiana na maendeleo juu ya mzozo wa mashariki mwa Kongo. Tunaingia nchini Tanzania ambapo mamia kwa maelfu ya wakazi wa mkoa wa Mwanza na mikoa ya jirani wameshuhudia tukio la kihistoria la uzinduzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi, daraja la sita kwa urefu barani Afrika na la kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hasani amewaongoza Watanzania kuweka historia hiyo iliyoasisiwa na mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli, daraja ambalo mbali na kutatua kero ya usafiri kwa wakazi wa mikoa ya kanda ya ziwa Victoria, bali pia ni kiunganishi kwa mataifa jirani. Doto Bulendu na taarifa zaidi. Makofi mengi na vigelegele. Tanzania oyo Tarehe 25 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini, nguzo ya kwanza ya ujenzi wa daraja hilo ilisimikwa ndani ya ziwa Victoria, eneo la kigongo Busisi. Hii leo, baada ya miaka minne, daraja linakamilika. Ndugu wananchi, miongoni mwa vitu nilivyoahidi nipokabidhiwa dhamana ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa kigongo Busisi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 Rais Samia Suluhu Hassan anasema kukamilika kwa ujenzi wa daraja hili ni ushindi kwa Watanzania wote na kunazidi kuifungua wa nchi. Wakazi wa Mwanza, Geita, Kagera na Kigoma ambao ndio walikuwa watumiaji wa kubwa wa daraja hili pamoja na wale wa nchi jirani za Rwanda, Burundi, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo, walikuwa wakitumia wastani wa saa mbili mpaka sita kuvuka. Wanasema daraja hili limewatua wa mzigo usafiri kwa kweli, tulikuwa na changamoto kubwa. Badala ya kwenda na kile kivuko, tunatumia muda mrefu. Sisi tunashukuru sana, lina manufaa kwa sisi binadamu. Lakini wachumi wanasemaje juu ya kumalizika kwa ujenzi wa daraja hili? Dr. Francis Nyoni ni mchumi na mhadhiri katika idara ya uchumi ya chuo kikuu cha mtakatifu Agustino cha Tanzania. Sauti: E, daraja hili inaweza kuimarisha pia biashara na ushirikiano wa kikanda wa eneo la kanda ya ziwa na nchi za jirani pamoja na mikoa ya kwenye kanda ya ziwa kwa mfano Geita na Mwanza kwa sasa ni e, daraja linaweza kusaidia kama nilivyosema awali usafirishaji maana yake kuimarisha biashara katika mikoa hii miwili maana kupunguza gharama za usafirishaji Kup... kutoka Kigongo Feri Mwanza Tanzania mimi ni Doto Bulendu DW Haya, tunatoa kongole kwa Watanzania na Wanaafrika Mashariki wote kwa hatua hiyo ya maendeleo iliyopigwa. Hakika hilo ndio jambo ambalo inahitajika kuonekana kwa hivi sasa kufungua fursa za kiuchumi. Dunia inakimbizana na muda na wanasaya, sasa wanasayansi wanasema tuna miaka mitatu tu kabla ya joto la dunia kupita kiwango hatari cha nyuzi joto 1.5. Hicho ndicho kikomo kilichowekwa na mkataba wa Paris ili kuzuia madhara mabaya zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini ripoti mpya inaonyesha kuwa kasi ya ongezeko la joto na utoaji wa gesi chafu inasababisha hatari hiyo kuwa halisi zaidi na ya karibu kuliko ilivyodhaniwa awali. Je, mabadiliko je, bado kuna nafasi ya kuokoa dunia? Na ripoti ifuatayo. Katika kipindi cha miaka mitatu ijayo, binadamu anatarajiwa kuwa ametumia kabisa bajeti ya kaboni, yaani kiwango cha juu cha hewa ya ukaa kinachoruhusiwa kutolewa bila kusababisha ongezeko la joto kupita nyuzi joto 1.5. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyotolewa na timu ya wanasayansi wa kimataifa zaidi ya sitini na kuchapishwa kwenye jarida la Earth System Science Data. Joeri Rogeji ni mwanasayansi wa tabia nchi kutoka Imperial College. Within three years, uh, we will have emitted, ndani ya miaka mitatu tutakuwa tumemaliza kiwango cha hewa chafu kinachoruhusiwa ili kuzuia dunia isiingie kwenye joto kali kupita nyuzi joto 1.5 za Celsius hii ina maana kuwa tukizidi kutoa gesi zaidi nafasi ya kuzuia ongezeko hilo itakuwa ndogo sana chini ya asilimia 50 wanasayansi wanasema kiwango cha sasa cha utoaji wa gesi chafu zaidi ya tani bilioni 46 kwa mwaka kitasababisha kiwango hicho cha hatari kufikiwa mnamo februari 2028 tayari dunia ipo katika nyuzi joto 1.24 karibu kabisa na kikomo hicho cha kihistoria ripoti hiyo inasema, hali inazidi kuwa mbaya kwa kasi kubwa. Zake Housefather, mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo, anasema dunia inaelekea pabaya kwa haraka zaidi kuliko ilivyowahi kutokea. Nadhani huu ndio ukweli mchungu. Mambo hayaendi mrama, bali yanaharibika kwa kasi zaidi. Tuko kwenye njia isiyo sahihi hasa katika kipindi so, muhimu ambacho tunahitaji kuwa you know, tunatizama malengo you know, some, yetu makubwa ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Ripoti nyingine you know, huleta I, I, matumaini you know, fulani some, lakini hii haina is, hata chembe ya faraja really. Lakini siyo joto tu, viwango vya bahari pia vinaongezeka kwa kasi. Tangu mwaka elfu mbili kumi na tisa hadi elfu mbili na ishirini na nne viwango vya bahari vimeongezeka kwa asilimia ishirini na sita. Tangu mwaka elfu moja na mia tisa kina cha bahari kimepanda kwa zaidi ya milimita mia mbili na ishirini na nane na kuathiri vibaya maeneo ya pwani, kuchochea momonyoko wa ardhi na kuleta dhoruba kali zaidi. Wakati huo huo, baadhi ya nchi kama Marekani zimerudi nyuma katika juhudi za kimataifa. Rais Donald Trump ameagiza Marekani kujiondoa tena kwenye mkataba wa Paris, hatua ambayo wachambuzi wanasema inahatarisha mshikamano wa kimataifa, huku dunia ikisubiri mkutano wa COP 30 nchini Brazil mwishoni mwa mwaka huu. Ujumbe wa wanasayansi ni mmoja: hatua zichukuliwe sasa, la sivyo joto la dunia litavuka kikomo kisichoweza kurekebishwa. Mimi nimeanza kufurahia na yanayovuma mitandaoni mapema sana nikiwa na saumu njama. Sasa ni wakati wako wewe, na msikilizaji na wenyewe. <laughs> <laughs> Lakini usiniambie tu vile jenzi, wanisalimie hapa. Tushakuhakikishia kwamba hawa uko salama, usiwe na wasiwasi sawa. Sasa jioni hii bado tunasalia kule jijini Nairobi. Chuo Kikuu cha Moi kimetangaza kwamba kitaandaa mnada kwa umma kwa ili kuweza kuuza ng'ombe, punda na mbwa chuo kikuu hichi kinakabiliana na changamoto za kifedha inasemekana kwamba taasisi hiyo ina changamoto hiyo ikiwa ni pamoja na madeni makubwa kwa wafanyikazi na changamoto za uendeshaji wa kila siku sasa hawa chuo kifikie wakati kwamba kiamue rasilimali ambazo zipo pale chuoni ikiwa ni pamoja na ng'ombe kama ilivyokutajia, e, punda ambao wako pale na mbwa aina ya German Shepherd. Hawa ni wale mbwa wakubwa kabisa ambao wanatumiwa kwa ulinzi. Wanasema sasa kuanzia Jumatatu chuo kitakuwa wazi kwa umma kwenda kuangalia, ukaona huyu anantosha ng'ombe huyu, ama mbwa huyu ndiye naye mtaka. Nawaza kidogo, ng'ombe sawa mm. E, punda kidogo sawa lakini mm. mbwa e. wale mbwa wanakuwa wako kwenye mafunzo maalum mm -hmm, na wanakuwa wamemzoea mtu maalum, si kila mtu. Inakuwaje? mm -hmm. e, vile ta... atafunza si mbwa unamfunza, kadri anapopata mwenyeji mpya anajifunza namna gani ya kuishi na mwenyeji wake mpya. Kwa hiyo eh, hapa pia na kubwa linalozungumzwa ni kiasi ambayo mifugo hii pamoja na hao wanyama wengine ambao wanauzwa, watauzwa kwa pesa gani? hawa wanataka kuku <laughs> <nataka> <laughs>

Hata, kwenye mnada hawajataja, labda ukitembelea eh, chuo kikuu cha Moi utaweza kugundua kwa sababu mkuu wa chuo pale amesema kwamba watu wafike pale humo waweze kutazama ni kitu gani wanachotaka. Sasa hawa eh, ng'ombe mmoja anauzwa kati ya shilingi elfu hamsini hadi elfu sabini eh, pesa za Kenya. Sijui kwa Tanzania ukipiga hesabu za haraka haraka hapo kumnunua huyu ng'ombe wa chuo kikuu cha Moi utajipanga. Wafuatiliaji wetu wa YouTube watatueleza pamoja na Facebook namna. Basi maoni ni mengi sana, yupo hapa anaitwa Maxi anasema, tuna wasiwasi kwamba kuuza mali hizi, chuo kinaweza kupoteza rasilimali muhimu ambazo zinaweza kusaidia mafunzo na utafiti hasa katika shule ya kilimo. Huyo hapa, anasema anaogopa uh, elimu yetu inakoelekea kuwa na, inaendelekea kwa namna gani ama hmm, hatuhitaji tena vyuo vikuu. Anasema bora wasiuze na madarasa tu. Uh, sawa, lakini mimi nadhani wakiombogo na Thelma kule mm, wa, wa, itabidi watu wakilishe vizuri. Kwa hiyo so, ataka kununuliwa nini hapo? Kuku,

Haya kule, kule kuna mahali wanaita ingoho. Uh -huh. We, hukuku, yani kuna lugha fulani kule Kenya. Mm. Wanamwita ingoho anambia unatembea na Sao. Ugali gogoro mbili Dar es Salaam kunaitwa naitwa vyuku. Haya bora salama. Kwenye maoni, maoni kuna huyu Lucas Mwigulu anasema hawa wakuu wa, mashari, wa mashariki, mashariki ya kati, eh, ni watu muhimu sana. Namuona. Mm. Mm -hmm. Hapa Bashiru Mnalima akiwa Songea anasema Israel na Iran kaeni meza moja mwondoe tofauti zenu kwa njia ya mazungumzo ila mkitumia ubabe wa silaha wote mtaathirika. Seleki Kilusu akiwa Dodoma, Tanzania, anasema hapo wanaumia ni raia. Israel na Iran waone namna ya kumaliza vita kabla havijaleta madhara kwa raia. Uh, shukrani sana. wakati ni ukuta, hatuwezi kupambana nao, bila shaka. mm-hmm. hadi wakati mwingine. mimi ni Hawabioga, kwa niaba ya wenzangu wote tunakwambia uwe na wakati mwema.